Kiongozi wa walio wengi katika bunge la taifa Aden Duale amesisitiza kuwa kesi dhidi ya naibu wa rais wa Kenya William Ruto na mtangazaji Joshua Arap Sang zitakamilika itakamilika hivi karibuni. Duale amesema kuwa mashahidi dhidi ya washukiwa hao wawili wa ICC wamejiondoa kutoka katika kesi hiyo na hivyo basi mahakama hiyo haina ushahidi wa kutosha. Hapo jana, jaji wa mahakama ya ICC Ebo Osuji aliwaonya wanasiasa wa Kenya dhidi ya kuingiza siasa katika kesi hiyo. Aidha wa kufunga kesi hizo hapa nchini unazidi kila kukicha. Nicolas Wambua na taarifa hiyo. Siasa za kupinga kesi inayomkabili naibu wa rais William Ruto katika mahakama ya ICC zikiendelea kuchacha na madai ya ununuzi wa mashahidi yakiendelea kuleta joto katika laini ya siasa hapa nchini, bila kusahau maombi yanayofanyika mara kwa mara, mahakama hiyo ilitoa onyo kwa wanasiasa kutoingiza siasa katika swala nzima lakini kiongozi wa walio wengi katika Bunge la Taifa akatoa kauli yake leo kuwa mahakama hiyo haina budi kufunga kesi hiyo kwani mashahidi wote wametoweka. Kama mashahidi wametoroka, wametoroka. Sasa wewe una hata hapa Kenya polisi nali hapa saa hii muta kupiga, uende polisi, kama ushahidi hajakuja utahukumiwa? Utahukumiwa. Duale amesema kuwa mahakama ya ICC haitakubaliwa kutumia ushahidi usiokuwa na msingi, huku akitaja kuwa wamo tayari kuwa watashinda kesi hiyo. Jaji wa mahakama ya ICC Chile Obo Osuji alisema kuwa matamshi ya wanasiasa yalikuwa kuidhalilisha mahakama hiyo. Abusive commentaries have been directed at the court of course in an apparent hope of pulling judges into the groove of these sentiments. Clamor in the media will remain wholly without effect in the outcome of the case. Huku hayo yakijiri, mpiganiaji wa haki za binadamu ambaye amekuwa mtetezi mkubwa wa kesi za ICC Ken Wafula katika hatua inayoonekana kushangaza, ameitaka mahakama ya ICC kufunga kesi dhidi ya naibu wa rais William Ruto na mtangazaji Joshua arap Sang na badala yake kufungua mashtaka kwa mashahidi walionunuliwa. These individuals were residents of the North Rift, and therefore it, it is suspicious that they had to start their morning journey to Nakuru So Arambe. Arambe, suala la ICC limekuwa nyeti tangu mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria kutangaza kuwa alihusika kuwanunua no mashahidi uongo na kuhusisha viongozi mbalimbali wa kisiasa na kisa hicho. Nicolas Omboa, KTN Leo Wikendi, Nairobi, Kenya.